Hii sura ya Sospita Simba hawataki kuiona kabisa, ambapo inaelezwa kuwa mchezaji wa klabu ya JKT Tanzania ambaye ni kiungo mkabaji wa zamani wa Azam FC Sospita e, Bajamna e, alicheza kwa mara ya kwanza kwenye mchezo wa ligi m, ligi kuu msimu huu akiwa na timu yake mpya JKT Tanzania, juma lililopita kwenye mchezo dhidi ya Simba nyota huyu alionekana kuwa na kiwango bora na kuwavuruga sana Simba Sports Club eneo la katikati, kiasi cha kuwafanya wapate ushindi kwa mbinde sana. Nyota huyu wa zamani wa Ndanda FC mkoani Lindi alishindwa kucheza michezo ya kwanza sababu ilikuwa ni ufinyo wa fitness yake baada ya akuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu akiuguza majeraha. Katika mchezo huo ambao Simba ilipata ushindi wa bao mbili kwa moja yakifungwa na Wilson Nangu na Jonathan Soa huku bao la JKT Tanzania likifungwa na Edward Songo. Ifahamike kuwa bajana alijiunga na JKT Tanzania mwishoni mwisho mwa dirisha kubwa la usajili akitokea kwa matajiri wa Chamazi Azam FC, lakini kwa taarifa inaeleza kwamba mchezaji huyo ambaye ameonekana ni tishio kwa klabu ya Simba Sport Club katika huo mchezo basi, Simba hawatamani tena kumwona mchezaji huyo kwa kuwa ni mtu ambaye waliwasumbua sana lile eneo la katikati na kuweza kuwasumbua sana na kuwafanya Simba wajione. Ne, ni mtu ambaye ni hatari zaidi. Hivi ilitokea kutokana na kiungo huyo kutokuonekana kwenye mechi kadhaa, na wengine kudai kwamba huenda wanatamani kumwona akiwa anachezea mitaa ya Msimbazi, kwa kuwa mara zote JKT Tanzania pamoja na Simba wamekuwa na urafiki ambao unawawezesha e, unawawezesha waweze kuwachukua wachezaji kirahisi wa JKT Tanzania kwa ukitolea mfano kwa msimu huu, klabu ya Simba imechukua wachezaji wawili wa, wa JKT Tanzania ambapo ni Wilson Nangu pamoja na Yakubu Suleiman, ambaye huyu ni mlinda langu na huyu Wilson Nangu ndiye ambaye aliweza kufungia hilo goli eh, katika ushindi wa magoli mawili wa klabu ya Simba Sports Club na kufanya Simba aweze kuchomoza na ushindi wa mabao mawili kwa moja. E, ambapo wengi wanategemea kumuona kijana Sospita Bajana akiwa